Tunaweza kuanza na nini? Jibu e, langu mimi litakuwa ni kwamba sidhani kama tunakubaliana juu ya nini kilichotokea. Kwa hiyo kunahitajika sana sana sana hatua ya kwanza. Najua kuna kushawishika, kuna kushawishika, binadamu huwa anapenda kushawishika kukimbia mbio, lakini ningependa kusihi kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa kisayansi juu ya nini kilichotokea. Kulitokea nini, eh, nani aliagiza kitu gani na nani alishiriki kwenye nini. Make tumeambiwa upo mgawanyiko kidogo kama taifa juu ya nini hasa kilitokea, hasa kwenye misisitizo. Eh, tumeona denialism kulitokea eh, baada ya Oktoba 29, tuliona pande mbili. Upande mmoja ukieleza kwamba a a bila hata kuambiwa ni watu wangapi wamekufa, maisha kiasi gani yamepotea, me, ya lakini watu wamepotea, na watu wakawa nahisi kwamba hawa watu hawawezi kuwa wamepotea tu. Wako watu ambao waliona risasi zikipiga vichwa, kwa hivyo watu wakawa nahisi watu wamekufa halafu tukaona upande mmoja mwingine ukawa unasema hapana, hapana. Mwanzoni kulikuwa kama kuna dalili za kusema hakuna aliyepoteza uhai, lakini baadaye kwa hotuba rasmi tukaambiwa, ah, wale waliopoteza uhai kama wapo, basi si kutoka miongoni mwetu, ni watu waliotoka nchi nyinginezo lakini nadhani kwamba binadamu ukipata shida, moyo huhangaika. Kwa hivyo baadaye kidogo tumeona sasa, mimi kwa macho yangu na masikio yangu nimesikia Mheshimiwa Rais akizindua Bunge akirudi nyuma kidogo na kurejesha moyo wake na kusema tumepoteza roho za Watanzania wenzetu na kulisihi na kulitaka bunge wa bunge wasimame waweze kuwaombea hawa waliopoteza uhai, wakae mahala pema peponi, lakini pia wale ambao wako kwenye madhila ya maumivu, kuvunjika, kuuguza vidonda na majeraha, basi wapone haraka. Kwa hivyo mpaka hapo tu unapata picha ya kwamba mtu mmoja, mtu mmoja anayeongoza vyombo vinavyo eshughulika na inteligensia na ulinzi na utafiti kama kama taifa kama anaweza kuongea sauti mbili tatu, basi Watanzania huko mtaani waliko watakuwa wanaongea sauti hamsini, sauti sitini. Ni lazima kufanya kuandaa vizuri, ili kutekeleza uchunguzi wa kisayansi, na nimetumia sana neno sayansi kwa sababu <laughs> tuki- tukiandaa uchunguzi wa kuchelewesha muda, tukiandaa uchunguzi wenye lengo la kuchelewesha muda, yani kusogeza siku. Unapozidi kusogeza siku, huwezi kujua hizo siku unazozisogeza nini kinaweza kutokea. Kwa hivyo, cha kwanza kabisa tunatoka vipi Hebu kwanza tukubali, zaidi tumeshakubali kupitia Mheshimiwa Rais tumekubali kwamba kulitokea tatizo, na nimefarijika pia kwa huzuni, na huzunika huku nikifarijika kwamba Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi. Kila tukio eh, alipoapishwa yeye mwenyewe, ilionekana moyo wake ulikuwa mgumu, lakini alipo zindua bunge moyo wake ulikuwa umelegea kidogo, na kusema kwamba hapana, tumepoteza ndugu zetu. Anapoapisha mawaziri amekwenda mbali zaidi. Kwa wale ambao hawafuatilii, kwa sababu wengine tangu mtandao ulipozimwa hawajafanikiwa kuwasha mpaka leo. Eh, wengine wananiuliza mtaani, zile bytes zetu, zile MB tulizokuwa nazo kabla mtandao hujazimwa, hivi zinarudi au zilienda wapi? Hiyo sasa ni mamlaka zinazohusika zitajibu, lakini nilikuwa nafikiri kwamba Mheshimiwa Rais pia amelieleza kwamba haya yaliyotokea, haya yaliyotokea naye kwa kutojua sana yaliyotokea, na nadhani tumuelewe hivyo. Anasema anavyoona yeye, yametuchafua yametia doa duniani, yameitia doa Tanzania na kwa imani yake ni kwamba itakuwa ni ngumu sana kwa nchi yetu kwa sasa kupata mikopo na misaada, na kwamba anawasii mawaziri watengeneze mbinu za kutosubiri mjomba yeyote, kutosubiri mikopo wala misaada, watengeneze mbinu za rasilimali kupatikana hapa hapa. Fedha kila mtu atajua atazipataje hapa hapa. Sasa hilo nalo lina pande nyingi, linaweza kuzaa mjadala lenyewe tu, lakini hilo sio mada yetu ya leo. La kwanza tukubali tuchunguze, ili mheshimiwa rais, siku moja atakapoibuka, na mchambuzi kama mimi, nitakapoibuka, tuwe tunazungumza lugha ya nini kilichotokea, kwa mujibu wa uchunguzi wa kisayansi. Tusipofanya uchunguzi wa kisayansi tutaendelea kuwa na maoni tofauti, maana tutakuwa tunatoa maoni tu. Tutaendelea kuwa na maoni na mitizamo tofauti juu ya kilichotokea. Mimi binafsi sijui kwa hakika nini kilitokea, na naamini watanzania wengi wanaona. Wengine wanaona mili, wengine waliona risasi moja, wengine waliona risasi nyingi, wengine waliona maandamano wa. Hata hayo maandamano, mpaka hapa tulipo kama taifa, kuna watu wanaokanusha kuna kanusho juu ya kwamba hayakuwepo maandamano e, unaweza kuamini kwamba kama taifa tupo tupo, hatuko pamoja. Hasa nchi ikifikia kutokuwa pamoja, huwa ni lazima zifanyike juhudi za kuileta pamoja. Sasa kuhusu hoja hii yangu ya kwanza, ambayo ni muhimu sana, kwamba tuanze kwa kuchunguza nini kilitokea, kuchunguza kisayansi, na napigia mstari kisayansi, kwa sababu uchunguzi wa kisayansi huwa unaandaliwa tofauti na uchunguzi wa kisiasa. Uchunguzi wa kisiasa unaandaliwa tu, unaibuka, unaandaa, lakini uchunguzi wa kisayansi una vigezo vyake. Sayansi inaingia humu, sayansi ya uchunguzi e, nitapenda sana kuona uchunguzi wa kisayansi, maana ni uchunguzi wa kisayansi ndio huzaa matokeo ya kisayansi e? Kwa kuwa umeangaliwa kisayansi, unazaa matokeo ya kisayansi. Nili nimeishi nimeishi kidogo nchi nyinginezo, sio kidogo sana. Eh, wakati fulani, um, vyombo vya ulinzi wa raia katika nchi ya Uingereza, Uingereza Scotland walikuwa wanachunguza, walipata habari kwamba kuna binti ambaye ni mchumba wa mtu alikuwa amepotea, lakini wachumba hawa walikuwa tayari wanaishi nusu pamoja nusu si pamoja. Halafu uchunguzi umefanyika miaka sita, kesi inafahamika, Scotland Yard wamechunguza, kwa sababu mlalamikaji mkuu alikuwa ni mchumba, mchumba wa kiume alikuwa analalamika, ndio aliyetoa taarifa, ndio alikuwa anatoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na vyombo vya uchunguzi juu ya kwamba mchumba wake amekwenda wapi, anaomba vyombo vimsaidie mchumba kaenda wapi. Iwashangaze wanaonitazama na kunifuatilia kwamba baada ya miaka sita uchunguzi ukiendelea, ilikuja kubainika kwamba aliyetoa taarifa juu ya kupotea kwa mchumba ndiye alikuwa amehusika kumuua mchumba na kumfukia katika chumba ambacho walikuwa wakiishi. Sasa i, u, u, uchunguzi wa kisayansi unaweza kuleta mambo ambayo usingeyafikiria kwamba ndiyo, e, matokeo ya uchunguzi wenyewe, e, katika eneo la uchunguzi nadhani kwamba tunaweza tukafika pazuri tukishakuwa tumebaini yaliyotokea haswa, tutapata mapendekezo ya namna ya kuchomoka juu ya kila moja katika yaliyotokea. Eh, kama kuna watu waliingia toka nje, waliingia wakiitwa na nani? Waliingia hapa wakiitwa na nani? Kwa sababu pia isije ikakanushwa juu juu kwamba, maana lisemwalo lipo kama halipo linakuja. Isije ikakanushwa e mno. Wewe ndugu yangu, wewe ambaye uko mtaani na mimi e, watu wenye mamlaka wamesema kulikuwa na watu toka nje, si ungependa kusubiri ujue hawa watu walikuja kufanya nini? Aliyekwambia hawa watu walikuja kuandamana ni nani? Unaweza ukashangazwa pengine kweli walikuja lakini mchango wao hapa, walikuja haswa kufanya nini? Na wahatimaye walifanya nini? Na je, waliingia ingia vipi? Je, nani aliwaruhusu waingie? Je, walipoingia walieleza wanakuja kufanya nini? Je, waliingia lini na walitoka lini? Je, walitokea mpaka upi? Je, walitoka kwenye mipaka halali, waliingilia mipaka halali, walipokewa na nani? Yote haya nimeeleza sempo ndogo ya yanayoweza kufanana na maswali ya uchunguzi wa kisayansi, lakini uchunguzi wa kisayansi utakuwa na maswali labda mengi zaidi, labda yaliyotengenezwa katika mtindo ambao unaweza kupata majibu eh, waziwazi zaidi kwa eneo la uchunguzi. Ni muhimu sana kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.